Bro, ukiona ni ngumu. Sio Illuminati, sio serikali. Ni wewe na tabia zako zenye harufu ya kushindwa. Let me tell you something. Kuishi kwa maoni ya watu. Unavaa viatu kama traffic light ili watu tu waone. Lakini account yako iko flat kama chapati za jana. <laughs> Hey, man. Unataka sana matokeo fast kama Indomie ama noodles. Ha? Utaki kungangana, utaki stress. Unataka mafanikio kama magic. Leo umeanza biashara, tomorrow ubai range. Oh God. <laughs> Bro, hiyo ni fantasy ya status WhatsApp. Ha? Kuishi na timu ya kukuchelewesha. Rafiki zako ni kama breaks kila ukitaka kusonga wanakwambia bro, tuliza ball kwanza. Hao ni motivational speaker wa kutokufanikisha. Hauna alarm ila TikTok ni ya kwanza. Unaamka saa tano. Ukiamka tu unaanza na TikTok challenge ya Diamond Platinums, ya Bana Boy, ya Raven <laughs> shua, ukoshua kabisa bro hata usingizi umekushinda kuacha, unataka umaskini kuacha? Utaweza kweli? Uko shua. Kila mtu anaonekana ana bahati zaidi yako. Ukiona mtu amefanikiwa, unaanza kuwaza amefanikiwa kwa shortcut, kumbe wewe unalala na shortcut ya ndoto zako. Kumbe wewe shortcut yako ni kulala na ndoto ya pesa. Hii dunia si ya kusindikiza wengine. Ukibeba hizi tabia utajikuta una haswa hadi unazeeka, no outcomes bro. Badilika before maisha ya kubadilisha kwa nguvu ah.